Msichana mmoja ambaye anafahamika kama Margaret Nduta ambaye ana uraia wa Kenya huenda akanyongwa nchini Vietnam kutokana na madai ya kupatikana na madawa ya kulevya, jambo ambalo ni kinyume na sheria za nchi ya Vietnam. Hatima hiyo ambayo ilitolewa wiki moja iliyopita, sasa ni kuwa Nduta ana takriban chini ya masaa ishirini na mani, iwapo huenda hatua hiyo ikachukuliwa. Familia yake tangu kupokea habari hizo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 Inasemekana kuwa Nduta aliweza kupewa begi moja akiwa katika uwanja wa ndege, ili aweze kumpokeza mwanamke mmoja akifika alikokuwa akienda kutafuta maisha katika nchi za Uarabuni, huku mamaye mzazi akisema kuwa mwanawe hana hatia kabisa. Je, mpenzi mtazamaji, sheria za Vietnam zinasema vipi kuhusu yeyote ambaye atapatikana na madawa za kulevya, ukiwa we ni mgeni katika nchi ya Vietnam? Sheria hizi huwa zina kuhusu, ukikamatwa na madawa ya kulevya kutasababisha kufungwa bila kujali uraia wako. Ubalozi wako unaweza kusaidia kwa kutoa msaada wa kisheria, lakini hautaweza kuzuia adhabu ya jela au kifo ikiwa utapatikana na hatia. Utumiaji wa madawa ya kulevya nchini Vietnam, ingawa matumizi binafsi yanaweza kusababisha kifungo kifupi au faini, serikali inawapeleka watumiaji kwenye vituo vya ukarabati wa razima. Polisi vilevile wana uwezo wa kupima mkojo bila onyo, na kama mtu atapatikana na madawa mwilini, anaweza kufungwa au kulazimishwa kuhudhuria programu za ku, kuacha matumizi ya madawa ya kulevya. Roger the Captain, Gusi Online Media.